Wakul dalalatin fi nnar. Ibada llah, ndugu katika imani, kwa sababu maisha yetu ya leo na maisha ya kila siku ni dharura ya Muislamu kutoka nyumbani kuelekea katika mahangaiko na sehemu ya kutafuta riziki na kujipatia kipato chake cha halali, hili ni jambo ambalo kila mtu hulifanya kila siku. Ikiwa hali yetu ni hiyo ya kutoka majumbani na kwenda kujitafutia riziki, basi kuna haja ya kufahamu njia nzuri na nyepesi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezieleza katika Qurani. Kupitia njia hizo Itakuwa wewe kwako ni wepesi kuipata riski hiyo ambayo unaiamkia kutoka asubuhi, lakini pia hata kama utakuwa hujaipata hiyo riski, basi aqali lahwali utakuwa wewe umeingia katika ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala, utaridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo umefuata njia inayostahiki. Katika kuiendea kuitafuta riski yako ya kila siku, aidha umeipata ile riski ama hujaipata ile riski, lakini itakuwa kwako wewe umepata ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuendea njia zinazostahiki. Sasa ni zipi njia ambazo Allah amelizieleza katika Qur'ani? Kupitia njia hizi riski yetu itakuwa ni nyepesi kupitia njia hizi riski yetu kidogo tuliokuwa nayo katika mkono wetu itakuwa ni nyingi kwa sababu ya baraka ndani yake. Kwa hivyo lengo si tu kupata riski, lengo ni kupita njia za sahihi katika wewe kuifikia ile riski. Lakini katika kupata riski kuna kupata wingi wa riski na kuna kupata uchache wa riski. Lakini je, riski yako umeipata kwa kupitia njia sahihi ina baraka ndani yake. La shaka itakuwa ina baraka. Sasa wanachuoni wametaja njia ambazo muislamu akipita njia hizi riziki yake itakuwa ni nyepesi. Njia ya kwanza takwa Allah, wa ta'atuhu walbudi an masiyati Allah. Njia ya kwanza ambayo imeelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala

na wakafanyia kazi waliokuja nayo mitume, na wakakatazika na yale waliowakataza mitume. Amanu wattaqaw, na wakawa wao ni wacha Mungu. La fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard, tungewafungulia wao heri nyingi zitokazo mbinguni na ardhi. Kwa hiyo hii ni sababu ya kwanza, unapokwenda kutafuta riziki Usiseme na uweka Uislamu nyuma na pambana, si kupambana, eka Uislamu mbele, eka taa ya Allah mbele, halafu wewe sasa subiria riziki yako kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo litatusaidia kuipata riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wepesi, atawakkalu ala Allah maa akhdhi bil asbab, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kutumia sababu zako wewe za kupata riski, kumtegemea Allah katika kuitafuta hiyo riski lakini wewe mwanadamu unafanya sababu, kama kutoka asubuhi, kurauka, kupanga nyanya zako sokoni, hiyo ni sababu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man yatawakkal ala llahi fahuwa hasbi, yoyote anayemtegemea Allah basi Allah subhanahu wa ta'ala atamtosheleza. Lau kama utamtegemea Allah katika riziki yako kwamba mimi nakwenda kutafuta riziki, lakini riziki hiyo naitarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakutosheleza. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema

Ndege anatoka katika kiota akiwa na njaa, lakini anarudi katika kiota chake akiwa ameshiba. Hajui naenda wapi kuipata hiyo riziki. Sasa mtegemea Allah kama vile ndege anavyomtegemea Allah, lakini unapokwenda kutafuta hiyo riziki na unapoweka mipango yako au strateji zako za kazi, fahamu kuwa huwezi ukala isipokuwa ile riziki ambayo Allah tayari amekukadiria. Hauwezi kuongeza katika riziki, huna haja ya kudhulumu, huna haja ya kupambana, huna haja ya kuumiza kwa sababu ya kuifikia riziki. Utakula kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Mtume aa salam anamwambia sahabi, anamwambia ma asabaka lam yakul li yakhtiaka wama akhtaaka lam yakun li yusibaka, lam li jambo ambalo Allah ameandika likupate halikuwa isipokuwa ni lenye kukupata na jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameandika likuepuke halikuwa isipokuwa Allah ameandika likuepuke. Kama riziki ishaandikwa, basi Muislamu mtapata riziki yake Licha ya kuwa Mtume saaa sallam anawaombea dua umma huu akisema, allahumma barik ummati fi bukuriha, ewe Mola watilie baraka katika riziki yao hawa waislamu hawa wanadamu wanaotoka wa mapema baada alfajri. Huyo Mtume anawaombea duaa, anasema allahumma barik ummati fi bukuriha Ewe mola bariki umma wangu kwa kurauka mapema na kwenda kutafuta riziki mapema, lakini ile riziki huwezi ukaifikia isipokuwa kwa jambo ambalo Allah ashakuandikia kuifikia. Sasa leo shida iliyopo mtu anasema, mimi nina degree na plans na auditors, kwa nini nipate hasara? Kwa nini tunapata hasara?

Ashaqiyun au sa'id au kama kala alaihi ssalatu wassalam. Wakati tumepita kwenye marhala ya kuumbwa, baada ya kufika siku mia na ishirini tayari tushakadiriwa riski yetu. Malaika anatumwa kwa ajili ya kuandika riski ya kila mja, kuandika ajali yake kwamba ataishi hapa mpaka hapa. Huna haja ya wewe kuchukua hirizi ukailazimisha riziki kwa hirizi. Una haja wewe kufanya ndumba ukailazimisha riziki kwa ndumba. Riziki yako mukaddar. Umefanya ndumba hujafanya ndumba, riziki yako mukaddar, Allah ashakukadiria. Inna kulla shaiin khalaknahu bikadar, hakika kila jambo wanachoona wanasema, inna khalaqna kulla shay'in biqadar. Hapa kuna takdir mahdhuf, hakika kila jambo tumeliumba kwa kulikadiria, urefu wake udogo wake. Kwa hiyo atawakkulu ala Allah ni katika sababu kuu itakufanya wewe kupata riziki yako. Kwa hiyo huna haja ya kutengeneza hasad Huna haja ya kutengeneza chuki na bughuri kwa ndugu zako walioneemeka. Kwa nini unafanya hivyo? Hiyo haitakuongezea wala haitapunguza riziki ambayo Allah amekuandikia. Kwa nini ufanye hasadi? Kwa nini ufanye chuki? Kwa nini u, uwe na ihi ile yani, kwa nini apate u mbona mimi nisipate? Hapana. Kuna watu wajanja sana, umekuja mjini hapa unajiita al-watan, miaka kadhaa amekuja mjini maskini, mpaka leo wanasota tu. Kuna watu masikini, miaka miwili tu, amekuja mjini, mpita hapa pita hapa, pita hapa. Allah Subhanahu wa ta'ala amemfungulia. Sasa hata nyinyi muliopata riziki mkanemeka, usijineape kwamba mimi nani ataniweza. Wewe riziki yako hadharahullah Allah ndo ameikadiria Allah, Allah hakushindwa kufanya hoi hahe

ambalo litatusaidia katika kuipata riski kwa wepesi, lakini hata kama hatutaipata hiyo riski, utapata ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu at-taubatu wal istighfar, kutubia kwa Allah na kutaka msamaha. Kutubia kwa Allah na kutaka msamaha ni katika sababu ya wewe kupata riski na hii itakufanyia wepesi wa kuifikia riski yako. Allah anaeleza katika Qurani

Innahu kana ghaffara, hakika Allah ni msamehevu. Yursilis samaa alaikum midrara, unapomtaka msamaha Allah atawatoleeni katika ardhi. Yursilis samaa atawatoleeni katika mbingu mvua ambayo yenye, yani kuendelea, haikati. Midrara, inaendelea mvua, haikati. Wayumdide kumbi amwali wa banini na atawazidishieni atawaongezeeni mali pamoja na watoto. Wayajal lakum jannati, na atawajaalia duniani mkiwa kwenye mabustani, mnakaa kwenye mabustani mazuri. Wayajal lakum anhara, na atawajaalia mito ambayo mtatumia mito hiyo kunyosheza mimea yenu. Kwa hiyo, istighfar ni jambo la msingi sana, ambalo litakufanya wewe mwislamu uiendee riziki yako kwa wepesi. Jambo la nne, shukuru neema. Kushukuru neema, hii ni katika sababu ya msingi sana. Unaposhukuru neema, basi Allah anaifanyia inma, anaiongeza ile neema. Unapokufuru na neema, basi Allah anaitolea baraka ile neema. Nabii Allah Musa alayhi salam, Allah anaeleza anasema: wa idha adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Musa alipoambia watu wake, pindi ambapo Allah aliwaambia kupitia Musa, la in shakartum, lau kama mtashukuru neema Allah alizowapa, Allah anasema la azidannakum, nitawaongezeeni nitawazidishieni katika neema

na uzuri na wa ibada yao, yani nifanye uzuri katika kukuabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Leo wako ndugu zetu wana kila siku ukikutana naye bwana vipi, hali kwambia, bwana da mambo bwana mambo magumu bwana mambo yamejaa bwana maisha bwana maisha analia. Okay, tu hujakutana naye hata mwaka mmoja kwambia bwana wallahi munaamun sisi alhamdulillah. Tena mwingine ana magorofa mawili mwingine ana nyumba tatu ana magari ana kazi nzuri sihaigumu bwana, kipindi hichi bwana, kipindi hichi kigumu. Yeye kila kipindi ni kigumu kwake. Lini huyu mwislamu atakuwa na kipindi chepesi? Lini atasema kwamba namshukuru Allah subhanahu wa taala? Na katika kushukuru neema, maanake kuizungumza ile neema. Wallahi, alhamdulillah. Wewe, unakumbuka jamani, hali gani wewe ulipitia? Ulipokuwa umekuja hapa mjini ulikuwa katika hali gani? Hatukuanza sisi kulala chini, wakati tunaanza familia Ukwanza na godoro moja wewe, halafu ukwanza na chumba kimoja. Leo umejenga ghorofa mbili wewe, wewe unasema bado hali ni ngumu. Wewe unakufuru neema ya Allah, ndo ile neema haioni, haina baraka anaona yeye eh, kila siku bado hajapata tu, kila siku yeye hajapata. Hizi ni njia mbaya, tunafungua milango ya shetani. Shukurini jamani, kwa kidogo ambacho Allah amewaneemesha na museme alhamdulillah, mufurahi nacho kwamba Allah amewatukuza. Nani anakumbuka? kila mmoja arejeshe nyuma picha yake, hali yako ya kwanza, ukianza maisha ulikuwaje wewe? Alhamdulillah, leo una hali nzuri, umeoa, una watoto na wake wawili, wanawake watatu, mashaallah, mubarak, una nyumba, una gari, lakini wewe unaizungumzia kwamba bwana, nimefanya auditing mwaka huu nimeona bana ma mauzo yameshuka kwa hiyo hali ngumu unakuwa na presha umeshindwa kuangalia mwenzio ambaye ana anapata shilingi elfu tano tu kwa siku na anapata riziki yake analala na watoto wake mwingine anapata elfu kumi mwingine mwengine hoye haye maskini leo amepata kesho hajui itakuwaje sababu hiyo matajiri wetu wa Kiislamu wakawa ni mabakili kulipata maskini pitisha kikapu hapa watakaotoa sadaka ni maskini zaidi kuliko matajiri. Nini kimewapata matajiri wa Kiislamu? Mmekumbwa na mzigo gani? Alhamdulillah, Waislamu wanaadamu wanashuhudia nyinyi, mashallah mko kwenye neema na sisi tuko kwenye neema. Hatusemi kwamba sisi tuko kwenye neema, lakini alhamdulillah. Mshukuruni Allah. Bado tu nyinyi mnalia tu, bado nyinyi mnalia, bado nyinyi mnadhikisisudur. Kila siku usikia mtu ah, bana hali bana hali bana hii si kwa matajiri, hata maskini. Unapata mahala elfu kumi leo, Allah amekujalia umetoka kwenye elfu kumi unapata elfu ishirini bado wewe dhiki fi sadr, bado bwana hali ya maisha. Hapana, hiyo sio sawa. Sababu nyingine, ndugu, katika imani ambayo itaweza kusaidia kuengeza na kuzidisha neema, silaturrahim, kuunganisha kizazi. Mtume sala salam anasema man ahabba

katika riziki yake, na Allah amjalie awe na maisha marefu. Baadhi ya wanachuoni au anyusau fi atharihi wanasema awe na muda mrefu, yaani Allah atamjalia umri wake utarefuka, atakuwa na umri mrefu. Wanachuoni wake wengine wakasema hapana, atakuwa na umri mfupi, lakini utakuwa na baraka ule umri wake, atautumia vizuri ule umri wake. falyasir rahimahu basi yeye afanye uzuri katika kuunganisha kizazi chake na kuunganisha kizazi ibada Allah, ni kuunganisha kizazi kwa yule aliyokukata, sio kuunganisha kizazi kwa yule ambaye munaendelea vizuri, munasalimiana, munajuana. Unaye ndugu yako mmoja ya amesema mimi sitaki story yako, shika hamsini zako na shika hamsini zangu, amekufanyia mambo mabaya amekutesa amekusababishia athari kubwa na vidonda katika moyo. Huyu ni ndugu yako, unatakana umuunge. Toa simu yako, mtafute ndugu yangu, vipi hali yako? Unaendeleaje? napenda nije nikuzuru. Huyu ndo unayemuunga, amekukata au wao umemkata. Rejea leo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nenda kamuunge huyu ndugu yako shikaku baina al-usar, mipasuko na mivutano katika familia ni mivutano mikubwa mno. Lakini wakati mwingine ukikaa kwenye kikao, unasikiliza upande huu na upande huu, mambo madogo. Na, na, na wengi katika watu mivutano yao inatokamana na masala ya kidunia ah, mimi niliomba kazi, alafu yule akaenda kumtilia maneno, basi akamkata ndugu yake, baba mmoja na mama mmoja, ibn ammi, ndugu yake hali yake ni baba yao mmoja au mama yao mmoja, anamkata ndugu yake. Ndio maana riziki zetu zimekuwa bado zina matatizo haya. Ndiyo ambayo ningependa kwa Ijumaa ya leo kushirikiana na nyinyi ndugu katika imani yako. Mengine wanachuoni wametaja kama alinfaq ujuhu lkheir, hutoa katika njia za kheri, wengine wametaja nyingine ukasbul halal, chumo jema la halali, lakini kwa leo